Utangulizi. Karibu kwenye moduli ya pili. Katika somo hili tunaangazia afya na usalama mahali pa kazi, mojawapo ya mada muhimu zaidi kwa wafanyakazi yeyote wa nyumbani ambaye anataka kufanikiwa katika taaluma yake. Kwa kutazama zana hizi hautajiweka salama tu, bali pia utalinda watu walio karibu nawe, iwe unafanya kazi nyumbani, hotelini, ofisini au kwenye eneo la umma. Katika sehemu hii, utajifunza vidokezo vya usalama ambavyo vitahatarisha maisha yako ya kazini na usalama zaidi. Kutoka kuelewa umuhimu wa vifaa vya kinga ya kibinafsi PPE hadi kujifunza jinsi ya kushughulikia hatari za kawaida kama vile kuteleza, kuanguka au kuinua vitu vizito. Pia tutashughulikia kuwepo hatarini kwa kemikali, vitu vyenye ncha kali na jinsi ya kuzuia mshtuko wa umeme wakati wa kusafisha. Katika sehemu ya usafi, utajifunza kwa nini kufuata viwango vya usafi ni muhimu sana na nini kinaweza kutokea ikiwa hautafanya hivyo. Utapata vidokezo vya kina kuhusu zana za kusafisha, miongozo ya kuweka rangi na jinsi ya kujua ni wakati gani wa kubadilisha vifaa chako ili kuweka kila kitu kiende sawa. Linapokuja suala la usalama wa moto, utatayarishwa kwa maelekezo ya hatua kwa hatua ya jinsi ya kutumia kizima moto kwa kutumia njia ya PASS na jinsi ya kushughulikia aina tofauti za moto, ikiwa ni pamoja na moto wa mitungi ya gesi na moto wa mafuta ya kupikia. Zaidi ya hayo, utajifunza jinsi ya kuweka mpango wako wa uokoaji, ikiwa eneo unalofanyia kazi tayari halina, kuhakikisha kila mtu anasalia salama kukutokea dharura na kwa kwa sababu ajali zinaweza kutokea, utapata pia mafunzo ya kimsingi katika msaada wa kwanza, kutoka kwa kutibu mikato na kutokwa kwa damu puani hadi nini cha kufanya ikiwa mtu anasonga. Ujuzi huu ni muhimu, unaweza kuleta mabadiliko yote. Mwishowe, tutashirikia kila kitu unachohitaji kujua kuhusu vijidudu, bakteria na wadudu na jinsi wanavyoenea. Utakuwa mtaalamu wa kudhibiti vimelea, wadudu, panya na hata nyani na ndege ili kuhakikisha mazingira safi na yenye afya. Kufikia mwisho wa moduli hii, utajiamini na kukuwezesha ukijua kwamba unaweza kushughulikia hali yoyote kwa usalama na kitaaluma. Je, uko tayari kuboresha ujuzi wako wa kutunza nyumba? Hebu tuanze.